Kwa Getembe Electricals, leo nataka kukuonyesha jinsi ya kubadilisha element ya inashawa. Inashawa yenyewe ndio hii, na unapoenda kubadilisha inashawa, lazima uangalie hapa, kuna ile ambayo imeandikwa 4T kuna 3T hivyo. Kwa hivyo lazima uangalie hapa, usipoweke element ambayo sio yake, ukienda kubadilisha ilipuke. Sasa tunataka kuangalia element hii yake, fungua ni hivi kwanza unatoa kifuniko, halafu unatoa hii kawaya ya ardhi. Hii kawaya ya ardhi unatoa, alafu unafungua hivi, unafungua namna hii. Ukishafungua namna hii, unaona hii imeoza yote, hii imeoza yote. Hii unatoa tu namna hivi. Unaona hii imeungua yote. Sasa hii hata ukishikanisha bado itakusumbua. Unatoa. Sasa unaenda unanunua ambayo imeandikwa 4T. Hii imeandikwa 4T. Ukinunua 3T uweke hapa haitaingia, ama ukilazimisha itaungua. Sasa tunatoa. Unapoitoa namna, una hii ndio hii element yetu, ukiangalia kabisa hapa ndani kuna mahali imeandikwa nambari moja hapa hapa imeandikwa nambari moja hapa ikaandikwa nambari mbili hapa ikaandikwa nambari tatu Sasa nambari moja ni hapa mahali element imeanzia hapa. Hapa ndio nambari moja hii ndio nambari moja Hii ni nambari mbili hii ni nambari tatu Kwa hivyo lazima hizi hizi ziambatane na namba ambayo imeandikwa. Ukiona imeandikwa namba moja hapa namba namba mbili alafu namba tatu hapa. Kwa hivyo hii namba moja unaiweka pale mahali namba moja iko unaweka namna hiyo na unafinya, unasikia kama imeshika vizuri, unafinya namna hiyo, alafu ikishashika unafunga hii kwanza, hii kifuniko ya ndani kwanza, sababu hapo ndio mahali maji inachemuka kwanza kabla itoke, hapo ndio maji. Na unakaza unahakikisha umekaza maji isitokee kando kando. Alafu unarudisha hii atwaya yake hii unairudisha hapa ndani, ili isije ikapiga watu shoti. Sasa unairudisha namna hiyo, ukisharudisha namna hiyo, unaikunga unaifunga namna hiyo na unakaza. Sasa unaona huyu aliweka element kama tano, ikikatika, ikabidi akate hii kutoka kwa, kwa nyumba akuje nayo hapa kwa ofisi, ili niweze kumwekea abapo alikuwa ananunua piriti na hii inatumia 40 kwa hivyo